Suala ambalo nitajikita kuelezea ni suala la utalii, ni ambalo ni changamoto tulizonazo. Utalii kwa Zanzibar ni tunasema ni nafasi yetu ya kwanza kwa sasa hivi, kwa sababu kikawaida tunasema karafuu, lakini mfumo uliokuwepo ni utalii. Huo hauna pingamizi. Utalii unanufaisha wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Tanzania ama Wazanzibari kwa kima ambacho zaidi wa Zanzibari kima kidogo sana na sisi tuko kwenye apartment za department za kuuza kama skashon au na aktivity yaani jumla aktivity ya Zanzibar. Sasa changamoto ambazo tunazo, tunapata kazi lakini faida zetu kwenye kazi ni ndogo, haswa kwa kuanzia hii Septemba ile tuliomalizia Septemba kwenda Oktoba na mbele, tunako mazingira sio mazuri kiuhalisia. Tunaomba kiongozi wetu utapoingia madarakani inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuna kodi imeingizwa awamu hii kwa kila kichwa tunapozunguka katika visiwa vyetu dola kumi kumi, hii inatuathiri sana. Sio masara, si mbaya kulipia katika nchi yetu, kuona mambo tunapiga hatua, barabara na mambo mengine ya ajira, lakini unatoa wageni, ukipata wageni dola ishirini, dola kumi ukapeleke, hujamlipa mwenye boti hujamlipa mwenye viatu, hujamlipa mwenye chakula ama hujamlipa. Kiufupi tuombe, tuombe yani kwa jitihada yote itakowezekana, hili swala liangaliwe kwa jicho la huruma. Alafu jingine ambalo nataka kuzungumza kuhusu suala la magari, bado tuko kwenye utalii, magari ya private hire, magari ya private hire, international. Tunapofanya kazi ya tourism ndani ya visiwa vyetu tunatakiwa tuwe na ustaarabu wa kubeba utalii na ustaarabu wa kusimamisha magari ovyo ovyo. Kitu ambacho kipo unaweza ukakuta njiani mtu anakusimamisha tu, yaani yee, wap, wap, anaona gari ya utalii na ageni tu, hicho kitu ambacho sio hata kama ingekuwa ina ageni tukizunguka nchi za wenzetu tukitembea, kuna mitaratibu mizuri ambayo inapangwa, gari kubeba watalii hazisumbuliwi, lakini hapa ukikaa mkono ukikaa mkono gari ishoto asajiliwa, ikisajiliwa, unatakiwa huwezi kupitisha gari kwa kila mwaka iweze kubeba watalii kama hujaikamilishia vitu vyake vyote. Sasa tujaribu, labda wenzetu hawana taaluma, lakini sisi ACT Wazalendo tuna uwezo wa kumshauri kiongozi wetu atapachukua nchi njia gani, tufanye utalii tusio tuna wabugudhi hili jambo sio zuri. Halafu jengine ukiacha kwamba suala la, la, la, la magari na ma, ma, ajira za mahotelini. Ajira za mahotelini kwa asilimia kubwa Wazanzibari hawazitaki, sio kama hawazitaki, mshahara mdogo mshahara wa Zanzibari hauwezi kuakizi. Tuna uwezo wa kuingia hotelini tukafanya kazi za gardeni tukafanya kimoja tu, tunaweza tukakikwepa pombe hiyo hatutoiweza, lakini takribani ajira nyingi zipo, watu shida ni mshahara. Sasa Mheshimiwa, nikwambie kitu kimoja, mimi nafuatilizia harakati zako, nafuatilizia nini, mikutano yako yote muda wote unazungumza kwa so binadamu no, no no, raia ukaweza kumlipa kima cha chini milioni moja. Mimi nakukuhakikishia, mimi raia wa kawaida ambaye niko mitaani wewe una uwezo hata kumlipa mtu milioni moja na laki tatu. Hawa wanasema milioni moja haiwezekani. Nani kawambia haiwezekani? Hawa haiwezekani kuwaongoza wakalipa watu milioni moja, wakae pembeni. Hii ni game next time, hatukuweza watu wastupenisaa, lakini tuna uwezo wa kuchukua nchi na ukalipa watu hata milioni moja na laki tatu. Lakini wewe tuliambo hapo kwenye milioni moja hapo hapo watu watarizika, nani ataenda? Halafu jengine ambacho mimi nitaka nikwambia ni kidogo na suala la madaladala lazima niazungumze, kwa sababu sisi ni wadau yetu tunarutiyetu bwejumichandi Paje. Tunaomba, tunaomba mambo mawili. Suala la kwanza, utapoingia madarakani, sisi ni Waislamu Zanzibar, tushaenda Dubai, tumeona mambo yanawezekana, wanawake upande wao kwenye gari na wanaume upande wao kwenye gari. Hata kama siti moja naenda na nje na, na ya mada lakini chikiti nadukuduku navo, lazima nimwambie mheshimiwa. Kwa hiyo utapotea madarakani Zanzibar, ujitahidi masuala ya gari za abiria wanawake oh! upande wao wa na wanaume upande wao. Sisi Waislamu haturuhusiki haya mambo, tunafanya ukafiri. Tusifanye hicho kitu. Halafu jengine ninachokiomba, jana nimeenda kuswali ni msikiti mmoja magharibi nikakuta kwamba kuna, kuna msikiti unaswalisha unasomesha watoto. Huu mfumo unataka, walimu wa madrasa nimekusikia utawalipa mshahara, ili liwe serious walimu wa madrasa, magharibi watoto wote Zanzibar, iwe sheria tuitunge, watoto wetu waingie misikitini, wasomeshe Kurani. Mazingira tuliokuwa nayo sio mazuri kwa dini, tunapuuza, tunakwenda kuzito. Sasa ukiacha hilo kiuhalisia, ki tuna mengi ya kuzungumza, lakini suala la ajira mahotelini tulizingatie kipao mbele kiwe kwa Wazanzibari. Mheshimiwa Jusa, tunakumbuka kumbukumbu zako nilipokuwa ukizungumza kwenye, kwenye baraza la wakilishi kwenye ma nyakati tofauti tofauti, ulikuwa unatetelea sana pamoja na viongozi wengine. Kwa hiyo kiuhalisia tulokuwa tulo, tulo, nao sasa hivi masuala madaladala masuala alimjuoni walipo mishahara yote, jitahidi mheshimiwa, lakini usivunjike moyo.